Now, I was saying kwamba hii njia sasa ya kuelekea mahali pa kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako, utagundua kwamba mara nyingi sana ni njia ambayo utajikuta uko peke yako peke yako sana. Kuna watu hata wanaweza kudhani kuwa wana roho ya kukataliwa kwa sababu wanajikuta wako peke yao peke yao muda mwingi. Ni nature ya njia waliochagua kuipita. Njia ya kwenda juu sio njia ya makundi, ni njia ya mtu mmoja mmoja. Wewe tangu umefanya maamuzi ya kutembea na Mungu, hayo maamuzi yamekugharimu. Kuna baadhi ya marafiki uliopoteza, just because ulichagua kutembea na Mungu, ukaweka misimamo ya nini nafanya nini sifanyi, wapi naenda wapi siendi. Hayo tu maamuzi yako yalipokaza yakawa serious, yenyewe tu yakaanza kuchekecha saiko yako, yale maamuzi tu ambayo umeyafanya na jitihada za kukaza kwenye mwelekeo uliochagua zinaanza kukutenga na baadhi ya watu. In many cases, utakapoanza kukimbizia safari yako ya kihatima utajikuta huko peke yako. Sikia bro, ukianza kweli kabisa kulipa gharama zile zenyewe za kuelekea mahali pa juu, I'm telling you mmoja ya ishara ya kwamba umeanza kupita hiyo njia ni kuona saiko yako inaanza kupungua, kwa sababu kuna watu wengi sana hawako tayari kulipa gharama unayolipa wewe. We unaongea habari za kuamka usiku kuomba, ni rafiki gani ambaye yuko willing kuamka na wewe usiku kuomba? Ukitaka kujua kwamba sio wengi, jiangalie tu ambavyo wewe mwenyewe kuamka usiku sio rahisi. Marafiki ambao ongea nao no, masaa kwenye simu. Huo muda wote unautoa ni kwa sababu haujaamua kuwa bize. Siku ukiamua hivi kuwa bize, utaanza kugundua hauna masaa ya kuongea na mtu kwenye simu. Siku mkiamua hivi kukaza kweli kupambania maisha yenu, hayo masaa ya kuongea mpaka usiku wa manane hayapo. Leo mnapanga majina ya watoto kesho, mnarudia tena ndio mambo yenu hayo, ndio yanawafanya hivi mpaka simu zinapata moto. Usiku mmoja wenu sasa akaamua kwamba mi nafikiri sasa nianze kuwa busy. If you guys are not careful, ataanza kusema siku hizi anipendi tena. Kila ukitoka kazini mnaenda kupiga story. Haya, ukiamua uanze ku maximize time yako, ukitoka kazini unaingia kwenye kazi nyingine, kama sio ya kutafuta hela basi ya kujijenga mwenyewe. All of the sudden, unaanza kugundua hayo maamuzi ambayo umefanya yameanza kuchekecha marafiki zako.